Wawili watatu mimi ni katikati yao, lakini ameingia hajamuona, unakotoka hujamuona, kwa sababu anayefungua sikio la roho ni roho wa Bwana, anayefungua macho ya kiroho na kumwona Bwana ni roho wa Bwana. Roho Mungu akiwepo ndani yako na kuambia, utamuona Mungu akitenda makuu, utaona miujiza Mungu, utaona baraka, utaona uwepo wa Mungu, utaona mamlaka ya Mungu, utaona uweza wake Unakuwa na shangilia ta rohoni. Bwana tumezana, mnashanga kwanini unashangilia? Kumbe umemwona Bwana, kiguse moyo wako, ukiona kileta majibu ya mambo yako unayoyapitia. Jamani ya duniani tunaishi tunapita, duniani tunaishi tunapita, duniani tunaishi tunapita. Bwana tumezana, lakini wewe, wewe unayopitia duniani, faraja yako iko kwa nini? Faraja yako iko kwenye nini? Nani anaye kufariji? Bwana sisi wengine tuna faraja. Faraja yetu, wa yetu wa ni Roho ya Bwana. Haleluya. Faraja yetu ni Roho ya Bwana. Faraja ni Roho ya Bwana. Sasa wewe, nani anayekufariji kufariji? Ndio maana tunabaki kwa nyumbani, kwa sababu mimi siendi kanisani. Nini? Una faraja. Ukija hapa uone chochote. Yesu anasema nalifurahia kuwa kwenye nyumbani mwa Bwana. Daudi anasema nafurahia kuwepo nyumbani mwa Bwana. Bwana sio sana. Kwa watu wengine wanafurahia kuwemo nyumbani mwa Bwana. Yesu Kristo furaha yake ni kuwemo nyumbani mwa Bwana. Furaha yake ni kuwemo nyumbani mwa Bwana. Wewe furaha yako iko wapi? Iko wapi? Furaha yako iko wapi? Furaha yako iko wapi? Furaha yako iko wapi? Nauliza wewe kanisa, furaha yako iko wapi? Kuna mwingine furaha yake iko kwa Bwana. Furaha yake iko kwa Kristo. Fulani mwenye nguvu, mwenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Unajua nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa ndani, uone shida, uone taabu unazoipitia. Unaona jamani kwamba unamtukuza Mungu ndani ya moyo wako wakati wote. Hata wale wa shida unamtukuza Bwana. Bwana asifiwe. Amen, kanisa. Hili sio taabu ya kumwabudu Mungu. Mtafuta Roho wa Bwana. Wewe sio ni mateso kumwabudu Mungu, mtafuta Roho wa Bwana. Hili sio ni shida katika kumwabudu Mungu, mtafuta Roho wa Bwana. Usikie raha na katika muabudu Mungu, mtafute roho Mungu akae ndani yako, ndani yako, ili uabudu unachokijua, ili uabudu unachokijua. Mtafute roho wa Bwana akae ndani yako. Huo ndio mpango wa Yesu Kristo. Huo ndio mpango wa Mungu. Huo ndio mpango wa Mungu, na mipango ya Mungu jamani ni thabiti, nindani ya kweli. Yesu akasema anaondoka duniani na enda viguli kwa baba yangu, lakini nikienda kwa Baba nitamwomba baba atawagizia msaidizi mwingine akae ndani yenu, ili mnapoabudu, ili mnapoimba, ili mnapomcheza, ili mnapomsifu Mungu ni katika roho na kweli. Na Mungu anapoabudu watu katika roho na kweli, anakuja, nashuka, naangalia, anaangalia mioyo ya kweli, anasema mambo yake, alafu kwa sababu naloa Bwana linasikia, kwa sababu na macho unaona

unaposikia na wa Mungu unaweza kujisikia amani, mdugu chiko. Unaposikia na Mungu unaanza kushangilia. Unaposikia na Mungu unaanza kuponywa, na Mungu unaanza kufunguliwa na kuachiliwa na kuwa huru. Unaposikia huyu Mungu unaweza kusimama kwa upya, nguvu ya Mungu inaongezeka ndani yako, unaweza kuwa na tumaini jipya kumtazama Yesu Kristo kwamba huyu yupo kweli. Kristo huyu anakuja yeye, ndo anayejua mafumbo ya Mungu awezaye kufumbua mambo ambayo ni magumu. Ukimwambia Roho nisaidie, anakusaidia. Yesu alisema jamani, huyo akikaka ni kweli kweli kweli, msio na shaka, hata watu wa shtaki wapeka baraza, msio na shaka, maana huyo atawapa na kusema Bwana, sikia sana, ndio anatoa hekima ya kweli, atawapa na kusema, atawapa na kujibu, huyo ndiye atakayewafarishi na kuwatia moyo. Jamani, kwa Yesu ni mzuri. Amen. Kwa Yesu ni mzuri. Kwa Yesu ni mzuri. Amen. Niwaambie miujiza, ni, ni, ni maajabu. Ni ni, yote yanayofanyika duniani, yaliyo fanyika wakati ule. Aliyekuwa anafanya ni huyu ambaye anakaa ndani yako wewe. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Amen. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye aliingia kwa Yesu Kristo na kumtungisha Mariamu mimba. Haleluya. Na mimba. Huyu Roho Mtakatifu naye msema huyu huyu, sio la mwingine, ni huyu huyu anatenda mambo makubwa. Anapenda mambo ya ajabu. Anapenda mambo ambayo ya jamani yanashangaza. Mimi huyu Roho Bwana wewe, tumepewa tukae naye akae naye kwetu. Tukae naye sasa. Tena kimbe hata milele. Tukae naye kwanzia leo hata milele. Tena huyu yuko kila mahali. Ukitembea njiani ukisema Bwana, ninaomba uweza wako. Roho Bwana wewe, ukomoza na mimi. Unifunulie na kukwenda na kupita. Bwana sifa. Huyu Roho wa Mungu, wanafunzi wake Yesu Kristo walipotambua, walipokuwa wamejaa Roho Mtakatifu, mko mwalimu <laughs> wako, utafanya mambo ambayo ulimwengu utashangaa, hata kama hujasoma hata kama unaenda shule, mambo yako yatakuwa ya ajabu, ya kushangaza, ya kushangaza. Watu wanajiuliza, huyu ameyatoa wapi haya? Ndio walikuwa wanajiuliza kwa kina Petro, ambao hawakusoma. Huyu Petro wanaongea haya mambo, anatufundia sisi, ameyatoa wapi haya? ametoa wapya? Jamani, umefika wakati wa kumwabudu Baba katika Roho la kweli. Ndio sasa, ndio sasa Ndiyo asema leo, tuombe! Leo tuombe! Leo tumwambie Baba, nahitaji roho wako awe juu yangu, kama Yesu alivyoingia hekaluni siku ya kwanza. Alivyoingia hekaluni, akampa chuo asome, alipoisoma: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili niwahubiri maskini habari njema, na waliofungwa kufunguliwa kwao. Yaani hapa Yesu anajisema kwamba ukiwa na habari na Roho wa Bwana ndani, utakuwa shahidi wa kweli wa Kristo, utatangaza habari yake, utatangaza nguvu yake, utatangaza miujiza yake, utatangaza ushuhuda wake, yaani ya Mungu anakutendea, utawaambia watu, utawani kwa Yesu Kristo, nalikuwa kama hivi ulivyokuwa wewe leo, wamenitengeneza nimekuwa kiumbe kipya leo, nimekuwa tofauti leo, unajua kutazama na kuona lipi ni jema lipi ni baya, kwa sababu Roho wa Mungu iko ndani yangu, utampenda Mungu kwenye. Utachoka kumsikiliza. Wewe angalia watu wema ambao wacho kusikiliza na dada ya kanisa. Ni wale ambao ukiangalia asilimia kubwa Roho Mungu yuko ndani yao. Wenye kiu ndani. Jamani hatoki haraka kwa Bwana. Hatoki haraka kwa Bwana. Hatoke haraka kwenye kwa Bwana. Utatoka sehemu ambayo ni nzuri. Utatoka sehemu ambayo jamani inabariki. Sehemu ambayo inafanya moyo wako uburudike. Utatoka haraka sehemu ambayo, ambayo unafanikiwa. Simu ambayo unatiwa moyo, simu ambayo amebadilisha chakula cha roho, kaja kujisikia raha. Kwa kanisa ni kujisikia raha, kwa mimi nikia tabu, tafuta raha kwa roho. Tafuta kwa nini? Bwana kwa sababu wewe unakusaidia. ya kuomba, atafungua akili yako, ngoma ufahamu wako, atafungua moyo wako, utaanza kumtafuta Bwana. Utaanza kujitengenezea maombi yako kwa mwenyewe ya kufunga na kuomba kwamba sasa nimefanya mtafuta. Nifunge na kuomba. Bwana, sikia sana. <ėmijnien Hayır> Tutalazimishwa ya... kila jambo. Wewe mwenyewe roho Bwana anakuambia, "Mwanangu mm, wewe omba. Mwanangu niombe familia ya yako. Mwanangu niombe taifa lako. Mwanangu ombe watumishi wa Mungu. Mwanangu omba kwa watu wasiomjua Mungu. Asiomjua Mungu, Yesu atajifunua kupitia wewe." Ile ujumbe. Sasa wewe Yesu anakutumia kujaribu, kwenye nguvu hizi. Bwana, sikia sana. Watu wangapi wanakutazama wewe? Wanaona Mungu ndani. Watu wangapi wakutazama wewe? Wanamuona Mungu ndani. Ndio maana Biblia ikasema hivi, jamani, ndani yako hata matendo yanabadilika, hata njia zako zinabadilika, unaanza kuzaa matunda. Roho wa Mungu anaanza kutoa matunda, anaanza kutoa upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, utu wema, kiasi, mambo yote yote kama hayo. Yaani anafanya kuzaliwa kwako wewe kuzaliwa kwako kwa, nashangaa yule mtu ambaye alikuwa jamani, hana uvumilivu ni uvumilivu, ila alikuwa hana upendo, mwenye chuki leo anawapenda wenzie wote. Yule mtu alikuwa hana amani leo ana amani, kwa sababu kuna Roho ndani yake imeanza kuzalisha, imeanza kuondoa kutoa matunda yanayotakiwa yana yana kuwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Mtu ambaye hakuwa na furaha leo anaeza kuona furaha ndani yako, unaweza kuwasaidia na wengine, ndio ndio kufadhili. Bwana asifiwe unaanza kufanya vitu ambavyo roho Mungu anataka ufanye. Watu wanaanza kuangalia kukuona, kwamba huyu ana Mungu ndani, wanaangalia <coughs> Mungu ndani baada ya kuona matunda ya Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana sifa sana, kanisa litafurahia kwa mtu wa namna hiyo. Jamani, Mungu akufurahie, Mungu akufurahie, yaani Mungu akufurahie. Mama, Mungu akufurahie, aikuangalia Mungu akufurahie, na Mungu anaonekana anafurahi vipi? baada ya kwamba watu wale wanje wasiomjua mungu wakikuona wewe, wanaona roho ya Bwana ndani yako, wanaona roho ya Mungu ndani yako, wanaona nguvu ya Mungu ndani yako, wanaona msaada ndani yako, wanaona nini kuwasaidia hata ukisema na wako ni iagani faraja kwao. Ukisema na wako jamani, naona ni msaada kwao, wanasaidiwa. Alafu wanamtukuza Mungu kwamba asante Mungu kwa ajili ya mama huyu ambayo mepa duniani. Mungu anaona na Mungu anajua mama huyu ni chombo chenye faida duniani kusafisha na kutumia ili uzidi kuzaa sana matunda mema yeah. Lakini kinyume chake, huko ndani ya kanisa kazi yako ni kukwaza wenzako, kazi yako ni kuumiza wengine, kazi yako jamani ni, ni, ni, ni kuvunja moyo wengine. Yesu akasema alipokuwa anatembea njiani na wanafunzi wake akakutana na mti na mkuyu, ndani ya mkuyu wana njaa, wanataka wale matunda, unakuta ndani ya mle mti una majani mazuri sana lakini hamna kitu, hakuna matunda. Hana upendo, hana furaha, hana amani, hana utu wema, hana nyamani fadhila, hana yani hamna kilichote, hana kiasi, wala sio mpole, yani mkali kuliko. Yesu akasema ule mti akafanya nini jamani? Akaulani kwamba kwako wewe mti, nimekulani. Mti ule kafanya nini jamani? Ukanyauka. Sasa kwani ulaaniwe ndugu yangu? Kwani ulaaniwe kwa kutozaa matunda? Umeshinda kutozaa matunda, jamani, yale matunda. Hitaji msaada wa roho wa Bwana ili uzae matunda, hitaji nguvu ya Mungu ili uzae matunda. Na utapata wapi? Nilikwambia ongeza bidii ya kusikia neno la Mungu, ongeza bidii ya ya kusikia neno la Mungu, ongeza bidii ya kusoma neno la Mungu, ongeza bidii jamani, ya kutafuta neno la Mungu. Unapojisomea neno la Mungu Mungu anatoa msaada. kuna tuashi siku moja, anasoma neno anasoma neno, halafu hajui ameshika neno, anasoma halafu h ajui anasoma kitabu hajui. Mungu akamtuma nani? Filipo, kwamba Filipo, nenda kwa yule ana bidii ya kusoma lakini haelewi chochote. Nenda akaenda, Filipo akamwambia, niambie, bwana mkubwa nasoma habari hii wala sielewi, nasoma sielewi. Akaambia hapo wanasema habari za Yesu Kristo, kaza kushudia, kaza kumwambia, akaza kumwelekeza, lakini kaja ufamu, kaja akalielewa lieneno. Akasema, jamani, kwa nini na mimi nisibatizwe? Maji nayaona hayapa kwenye mto huu hapo, Filipo, nibatize na mimi, niko tayari kubatizwa. Mananomgona kubadilisha, anasema hivi hivi, takauka kwenye gari tuende, unibatize tumalize kitu gani kinazuia Filipo? Akasema hamna ya kuzuia, twende. Lakini baada ya kutafsiriwa, baada ya kuambiwa, jamani, neno la Mungu wakati mwingine ni zuri sana, unakosa siri, unakosa ujumbe, unakosa utamu wake kwa sababu huna mfasiri. Kuna mtu akusaidia, hata tulipewa msaidizi. Ndio maana, ndio maana ni Roho wa Mungu ndio akusaidia, umeshindwa. Ndio maana, ndio maana tunapoka kanisani, kuna watu wengine wanaweka vipawa ndani yako, na mwingine ni mwalimu, na mwingine atahubiri Unaongea na nini? Afu wa Mungu anafanya kazi ya kukupa wewe kitu ndani ya moyo wako. Unaona kumtambua na kuelewa. Jamani, ninakwambia yote tunayapitia wewe. Jawabu lake ni neno ni la Mungu. Magumu nayapitia, jawabu yako kwenye neno la Bwana. Yamesikilika mle. Ukitaka utajiri unakuta ukita kwenye neno la Bwana. Ukitaka uzima wa milele unakuta kwenye neno la Bwana. Ukitaka ufaraja unakuta kwenye neno la Bwana. Ukitaka kutiwa moyo unakuta kwenye neno la Bwana. Ukitaka kuhubiri ndo kuna neno la Bwana. Neno litakuelekeza, litakuambia, litakupa nguvu na utaweza kufanya yale ambayo umeshindwa kwanza. Amen. Bwana sika sana, umejaa kuwachukia watu soko, neno la Bwana litakusaidia maana yenyewe ni nuru no. Litakuangazia, litakuonyesha ukweli wa Mungu. Lakini kwa wale wanaojitahidi, Mungu atakupa njia nyingine ya kufanyia, ni kutafuliangalia neno, kutafsiria neno. Acha uvii Acha kiburi acha malengo, acha acha kwa kinyume na Mungu. Tamani na wewe fika fika, kuongeza ki, kimo cha nguvu ya Mungu ndani yako. Tamani Mungu aseme ndani yako, tamani Roho wa Bwana aseme ndani yako, tamani Roho wa Mungu yamani awe ndani yako, tamani Roho wa Mungu yamani akutendee miujiza, akikaa karama zote, karama za miujiza, karama suui za maarifa

Hiyo ndio ni kazi ya Roho Bwana. Akamuinua ile mtu kiwete, kiwete akaanza kutembea. Watu wakaanza kushangilia, akaingia kanisani, anaruka ruka. Watu wote wakasema, "Sio kiota yule mwombaji, asema ndiye mwenyewe. Nini kimetokea? Tena muujiza anatendea muujiza." Bwana amemjua mtendea muujiza. Jamani, tukiwa na Roho Bwana, hapa kunakuwa na muujiza hapa. Kunakuwa na muujiza hapa. Ya watu kuponywa, ya watu kufunguliwa, ya watu kuwa huru, ya watu jamani kuachiliwa, ya watu jamani kutiwa moyo, yote ya kushinda yale yaliyokuwa ni magumu kwao, hapa tuna vivyo ajabu sana hapa. Vyote hivyo vitakufanya nini? Kuongeza nguvu ya imani ndani yako, kwamba Mungu kweli anasikia, kweli Mungu anatenda, kweli Mungu anatenda. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Ishara hizi zitafuatana na waamini, ishara hizi zitafuatana na waamini. Kwa sababu gani? Wana Roho wa Mungu ndani Wataweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa watapata afya. Wataweka mikono juu juu ya wagonjwa, wagonjwa watapata afya. Watakemea pepo na pepo na watii. Pepo ni kitu kidogo sana jamani, pepo ni kitu kidogo sana ukiwa na Bwana utakemea pepo na pepo na watii. Kuna kitu cha kufisha, hakuna kuzuru, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana sikiza sasa, hebu tuache nafasi. Tuombe kwa Mungu wetu. Tuombe. Tukipata Roho ya Bwana tumepata raha. Tukipata Roho ya Mungu ya amani tumepata furaha, tumepata amani, tumepata nguvu. Kanisa hii amani itakuwa na nguvu kuliko ibilisi hata ka. Shetani hata ka. Majini hata ka. Haya ni kwa meza moja na Bwana akiwepo katikati yetu. Jamani ndio tunahitaji. Au kina mama wamefunga vibwengo vibwengo vizuri. Tumuite Yesu Kristo. Hebu ebu tuachilie hapa kishindo kwamba Bwana ninakuomba. Na jambo la kwanza, hebu jitakasa takasa, njia zako jiweke vizuri na Mungu wako, mwambie ymwambie, Bwana nirehemu, nihurumie, nami nahitaji Kristo, mjazo roho wako. Lakini tambua kwanza maafu onayo, mwambie akutengeneze, akupe, aku- aku akutakase, akusafishe, akuweke huru. Ukiwa huru sasa, wewe Mungu ataingia kwako. Akiingia kwako, atakaa kwako Akikala kwako utaona laha ya kumwabudu Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu, lengo la kuumbwa kwako ni kumwabudu Mungu. Kama umwabudu Mungu itasafu umekuwa ni kiumbe tofauti na matakwa ya kimuma Bwana simasaa, umekuwa kitu akisio na faida mbele za Bwana, kitu ambacho akina bwana Unachowaza kila wakati, mwingine mkiwaza mnawaza mabaya tu, mnawaza tu ubaya tu, mnawaza mambo ya dunia tu, mnawaza vifai tu, mnawaza mambo ya tamaa ya dunia tu ndio mnayowaza. Eneleni kwa Roho maana hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Eneleni kwa Roho maana hamtazitimiza kamwe tamaa za wana viwili hivi vimekuwa vinashindana, roho na mwili vinashindana. Ili ushinde mwili na mambo yake na matendo yake maovu, lazima uwe katika roho. Bwana manazi sana, lazima uwe katika roho. Ndio maana unamhitaji roho kwepo kwako, kwa hapa Mungu amekuita amekufuta kwepo hapa, amekuokoa sasa, akupe jambo lingine, akupe roho wake Bwana akupe roho wake. Simama kwa miguu yako.